Naam, bwana moja kati ya vitu ambavyo vina trend huku ni bwana ni kuhusiana na hii issue ya ndoa ya Zuchu na Diamond Platinum. Na sasa Zari the Boss Lady bwana ametua Tanzania hivi karibuni na baada tu ya kutua Tanzania, alikuwa na project kule Dodoma. Kwa hiyo Zari akatua bongo, then akaenda Dodoma. Sasa kitu ambacho kimehapa ni bwana, huko Dodoma ni kwamba bibi Zari the Boss Lady alipata nafasi ya kufanya interview, na katika hiyo interview bwana, aliulizwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Diamond na mpenzi wake wa muda mrefu Bibiye Zuchu, nadhani utakuwa unafahamu kwamba e, Zari akiwa kama baby mama wa Diamond Platinumz, maana hawa bwana ni watu ambao wapo kama wazazi. Kwa hiyo Zari bwana ameulizwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Diamond na Zuchu, akaulizwa kwamba je umeona swala zima la Diamond kufunga ndoa na mwanadada Zuchu. Kwa hiyo kuhusiana na hii issue, ni kwamba Zari bwana ametia neno kuhusiana na hilo swala, amesema kwamba hicho ni kitu cha heri, na yeye kwa upande wake hana tatizo lolote kwa sababu anajua kwamba Diamond ni baby daddy wake na wanashirikiana vizuri kabisa katika swala zima la co-parenting, na amemsifu Diamond kwamba katika kila majukumu yake amekuwa aki katika kila majukumu ya Diamond, ya Diamond kama baba kwa watoto wake, yeye na Zari, amekuwa akijitahidi kuyatimiza pale watoto wanapotaka kuzungumza na baba, wanataka kumuona, wanataka kwenda out na baba yao, Diamond amekuwa akijitahidi kutimiza hayo yote. Kwa hivyo basi, issue ya Zuchu kuolewa na Diamond ni swala la heri, na akawaombea kila la heri, na pia akasema kwamba kama ni kweli, sio kiki, basi ni insha Allah eh, waoane wapendane na maisha yaendelee, na pia vile vile amekitu ambacho kime headline zaidi ni suala la bibie Zari kumpa hongera Zuchu na kusema kwamba Zuchu anastahili kupata tunzo ya girlfriend bora wa mwaka, kwa yote ambayo ameyapitia eh, kwa hekaheka heka, eh, bwana, kwa changamoto